Ndoto hii ya Mheshimiwa rais ya kufanya shughuli hizi za ujenzi wa miundombinu kwa ajili ya wa Watanzania waweze kukodisha, waanze kutoa huduma za kibiashara zikamilike kwa wakati, kama mlivyoniambia tarehe moja ya mwezi wa kwanza mwaka 2026, liwe kweli linafanya nini, linatumika. Lakini pili, nione bilioni 4.26, ambazo Mheshimiwa rais amezitoa zionekane kwenye ubora wa kumalizia jengo hili. Ukiliangalia katika thamani kwa matirio au vifaa vilivyotumika, naiona kuna thamani, lakini sasa tunataka ule ubora wa mwonekano wake, tuione bilioni 4.26 inaonekana na mwananchi wa kawaida akipita. Lakini te, kubwa zaidi sasa tuone inarudi, kwa sababu fedha hizi zimetoka kwenye shirika la nyumba na kwa biashara ambayo mtafanya, tuione inarudi. Sasa kurudi kwake ni kuwa na uhakika na wapangaji. Nyi mmesema hapa kuna wapangaji watakuja na mmesema mtawachaji kulingana na square meter. Naomba nitoe maelekezo, ongezeni jitihada za kutafuta hao wanaita kuja kutoa huduma hapa na msifanye upendeleo wowote. Tumieni vyombo vya, vya, vya habari, tumieni mitandao ya kijamii tumieni kuwafuata watu waje kupanga hapa, ifikapo tarehe 30 ya mwezi wa 12 nipate taarifa ya kusema vyumba vyote vifaa nini vimejaa, ndiyo maana ya kwanza ionekane. Hatuwezi kuanza tarehe moja mwezi wa kwanza wakati vyumba vyote havina havina watu, hiyo itakuwa sio kweli. Jengo hili ni la umma, matumizi ya umma, ya watu wengi watakuwepo. Angalieni mifumo ya kiusalama yote iwemo humu ndani, ikiwemo kamera, si ndio? Lazima iwemo humu ndani. Lakini nimefurahi, mmezingatia watu wenye ulemavu, nimeona kuna ramsi za kuingia watu, lakini kuna vyoo kwa ajili ya watu hao kupata huduma. Kupata kikubwa, mradi huu tu ambao tunatarajia tuna, tuna, kuanza tarehe moja, tunakuahidi kwamba tutahakikisha mradi huu unakamilika unaanza kwa wakati ili tu, lakini la pili, tutaendelea kutafuta wateja kama ulivyoagiza kwamba htisi jengo mm. lijae kama ni sk mita 1500 tumekuwa tunazungumzia s mita elfu moja, plus. Kwa hiyo nalo tunalichukua tutalifanyia